As <tos> <tos> vita ya mke wako ni vita ya kuangamiza, babu jinga wewe, inama ufikiri. anataka akubali akateke mara ya kwanza mara pia akubali